Ni klabu ya 1000 Streets imejikatia tiketi ya fainali ya kinyang'anyiro cha Kothbiro baada ya kuilaza Opitos katika nusu fainali ya kwanza iliyochezwa leo katika uwanja wa Ziwani eneo la Pumwani hapa jijini Nairobi. 1000 Streets sasa inamsubiri mshindi wa mechi ya pili kati ya Pumwani All Stars na Headquarters itakayochezwa hapo kesho.